Wakashika njia mpaka wapi? Na mara siku ya Sabato akaingia katika sinagogi akawafundisha. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi. Na mara palikopo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye nini? Mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti yule pepo akisema Tuna nini nawe, Yesu mwana wa Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza na kutambua, u nani mtakatifu wa Mungu? Yesu akamkemea akasema, fumba kinywa, mtoke. Fungua sauti yako, sema amen. Yesu ameingia ndani ya sinagogi. Sinagogi ni eneo la kuabudia, nyumba ya ibada. Ebu sema nyumba ya ibada, naomba ongea, sema nyumba ya ibada. Na kumbe mle ndani ya hiyo sinagogi, kama tulivyo hapa kulikuwepo mtu mwenye pepo mchafu. Kumbe ndani ya kanisa kunaweza kuwa na mtu mwenye nini? Yule pepo akamtambua Yesu, akamwambia nakutambua wewe ni nani, umekuja kutuangamiza. Kumbe mapepo yanaweza kuangamizwa, yanajua Yesu. Akamkemea akamwambia fumba kinywa toka. Na mikono juu, nnosivna mikono haraka, kwa sababu kuna pepo ndani yako linakwambia huyu naye anatusumbua Sema pepo to, toka ndani yangu, popote umejificha, achia mwili wangu kwa jina la Yesu. Piga makofi, Mungu ayasikie, Mungu asikie ya makofi yako. Sasa nisikilize kwa dakika chache. Kule mbinguni kulitokea anguko, Lusifa akiwa ndiye malaika mkuu, akaanguka akashawishi baadhi ya malaika nao wakaanguka. Hebu sema malaika wakaanguka. Ndipo tunapata chanzo cha hawa malaika walioanguka, wanaitwa pepo wachafu. Malaika walioanguka wanaitwa nini? Sema ame. Kule mbinguni Mungu akawatimua, akafukuzia duniani. Walipofika duniani, wakawa pepo wachafu. Wamebadilika, walikuwa malaika safi wamebadilika kuwa pepo wa chao. Yaani, naomba niangalie, maraika walibadilika kuwa nini? Huongei? Ndio maana ulifeli la saba. Maraika walibadilika kuwa nini? chungu, chungu. Sikiza kwa makini, listen attentively, na uwe makini. Ukiondoa Mungu peke yake, ukiondoa Mungu peke yake, viumbe vingine vyote vya mbinguni na dunia vinaweza kubadilika. Mungu tu hawezi kubadilika, wengine wote malizia sema wanaweza kubadilika. Ukisema wanabadilika ndio kama kila mtu anabadilika, hapana. Wanaweza kubadilika, maana yake si lazima wabadilike, il wanaweza kubadilika. Chunga sana hiyo. Niende mbele kidogo. Biashara yako nzuri kabisa, waliitegemea inaweza kubadilika. hai hivi, wewe uliumbiwa wapi? Afya yako nzuri safi kabisa, ambayo unajivunia inaweza kubadilika. Yani, mabadiliko yanaweza kutokea muda. Hutaki kuongea kuongeana, mikono juu. Unaona hapo naojichelewa ndio, unapata waziwazi, mizimu haijaisha. Sema Baba nisaidie, nisibadilike katika jina la Yesu. Shusha mikono. Ukiondoa Mungu peke yake, viumbe wengine wote they can change. Serikali inaweza kubadilika. Mkeo aliyekuwa na kusongea ugali ule mzuri anaubumba sawasawa anaweza uzishanga. Mchungaji mzuri mtumishi mzuri muragariza mzuri mwimbaji mzuri, mzuri sana anaweza kabadilika. Unashangaa, jamani mwee, jamani mwee, ndio hivyo, amebadilika. Shika mkono jana yako mwangalie, mwambie naona we umeanza kubadilika, mbona uongee, sema amen. Maraika wakabadilika kutoka kwa maraika wazuri, wakawa nini? Sema pepo wachafu <laughs> wakaitwa nini? <laughs> wakaitwa nini? <laughs> <mwange. Wakaitwa> nini? <laughs> pa, kumbe mlikuwa sema amen. Na hao pepo sio, sio elfu moja, siyo hata elfu kumi, trillions of demons. Trillions ni matrilioni, ni wengi wanadamu wote mlioko duniani mkigawana, kila mtu achukue pepo elfu moja, moja amwamalizi. Ni wengi, pepo ni wengi. Watu wako bilioni saba, pepo ni matilioni. Wamezagaa milimani, wamezagaa baharini, wako uko angani, wengine wameingia mpaka ndani ya mbuzi, mpaka ndani ya mbwa, wa pepo wamo. Ushakusikia kusikia mbwa akichaa? Ukiusikia mbwa amekuwa mweu, ni pepo kamwingia. Pepo anaingia mpaka ndani ya mbwa anakuwa mweu, mbwa anakuwa mweu. Mweu. Anatembea akipata ah, ah, mtu mwanae. Ah. Pepo anaingia. Sema amen. Pepo anaweza ingia kiumbe chochote. Pepo anaweza ingia kiumbe? Ndio maana bustanini pepo alimuingia nyoka. Na nyoka kaanza kuongea na mwanamke. Ati ndivyo Mungu alisema. Ina mikono juu. Toa tamko kubwa. Sema leo nimekataa. Pepo. Pepo. Pepo. Wasiniingie. Usiniingie mimi. Wala wasinigeuze kwa jina la Yesu sema amen. So, shika mkono. Mtikize kidogo mwambie, nakuombea mbele za Bwana, usije ukabadilika na wewe ukawa pepo mwingine. Nitikie useme amen. Amen. Hujasikia ndoa zinavunjika? Nini kinatokea? Wakati wanafunga ndoa walitembea Unaelewa? Na mbele yako kuna vijana wanaruka wanacheza, wanabusha mkuu. Tunasema, "Eh, hey, haitaharibika." Si ndio? Baada ya muda unasikia wako mahakamani mbele ya hakimu, kila mtu anasema mimi si mutaki. Lakini huyu huyu aliapo aliapo mbele ya madhabahu, mpaka kufa tutakuwa pamoja. Leo amebadilika. Usishangae. Niangalie na useme amen. Mbona uongee, sema amen. Sasa basi, kabla sijahama hapo, ombea watu wako wasibadilike. Kuitikia utaki? Kuitikia wewe unataka kuja kulia? hey, ah, ah. Kubadilika ni natural. Bosi wako alikuwa anakupa mshahara mzuri, anaweza amka, amesema sasa sita, na kuanzia hapo tunalala njaa, maana amebadilika. Naweza badilika. Bosi wako alikuwa anakupa mshahara mzuri, nanepa mbele na nyuma, kafa, amebadilika, njaa inaingia. Naweza badilika, mume wako alikuwa amekuoa, alikuwa anakupenda, anakuitwa bebii, anakuita kondoo, anakuitwa mandazi, anakuitwa vitumbua, anakuita mayai, anakuitwa maziwa, anaamka amebadilika, anakuambia sasa, wewe nakuona kama mbwa koko, sikutaki. <laughs> Hello? Ina Miko, anasema Baba saidia watu wangu wasibadilike kwa jina la Yesu, sema amen. Ndio maana lazima uwaombe. Naenda mbele kidogo Nitikie msema amen. Okay. Mtoto wako uliye mzaa anaweza kabadilika akawa mchawi. Sio kwamba babaye kuliye kuroga. Badilika akaenda Freemason na kakuroga kakuhua. Na ulimzaa, ulimnyonyesha mama. Na ulikuwa unamnyonyesha mnyonyesho na pangusa pua tu na mwanangu pana leo kabadilika, akawa mbogo, amekuwa Freemason anakukaanga kwa kikaango cha kichawi na unakufa. Ku lazimu ujue kuombea watoto wako. Sinaongea na wewe mwanangu naye nipazama kwa macho madogo madogo. Ina mikono yote juu sema, e, Baba wa majeshi, nisaidie leo. Niweze kuombea watu wangu wasije wakabadilika. Fungua sauti yako sema amen. Change hata wahubiri wanafanya nini? Alikuwa mhubiri mzuri alikuwa anasaidia watu. Ghafla anageuka kuwa mchawi. Ndio maana nimekuambia uniombe ili na mimi sifanyeke. Mbona huitikii? Kwani nakosea kusema ukweli? Malaika walibadilika. Wewe, Msukuma zile, usibadilike. We mujita tu akawaida wa, wa hapa nani hapa? Kwa maana tunaimba nimempata asiye badilika. Hapo tunacheka asiye is. Maana yake tunasema ni Yesu pekee ndio maanisha, wasukuma wote wanabadilika, wachito wanabadilika, wao wanabadilika, wanaume wanabadilika. Ndio maana tunasema ni Yesu pekee. Lakini madhara ya kubadilika. Pepo walipo badilika wakatupwa. Ukibadilika, chiandaye kutupwa. Sema kwanza leo sitabadilika. Mbona wanasema wengine unanyamaza? Sema hata hapa kuna watu mlikuwa wazuri, si ndio? Uliolewa na mume wako, mlifunga ndoa sehemu mukawapiana bibi hapo, mbuzi wakachinjwa na kuku na ng'ombe, bila kusahau kondoo, watu wakala wakacheza na ngoma za kienyeji. Lakini mlipaishi miaka mitano, ukamgeuka mwenza. Sasa umekuja mjini hapa, unapiga sketi fupi, nasema mimi ni mwema, lakini ulikotoka kuna mtu ulimgeuka. <laughs> Hebu shika mkono jirani yako mwangalie usoni muulize umeshawageuka wangapi mpaka sasa hivi? Halafu muulize <tabasimu> kwa nini uliwageuka? Kwa nini umewageuka wenzio? Hello. Hello. <tabasimu> Unaviona watu mjini ukifuatilia alikotoka. Katoka amegeuka wenzao. Hello. Na huko hapa. Mwingine mlifanya naye biashara. Ukaona hela zimekuwa nyingi ukamgeuka ukamzima mtaji. Ukahama na mtaa ukaja mjini. Ukapiga suti nyeupe kama ya kwangu una mtakatifu kumbu liko toka ruhorongoma macho ma umehorongesha watu. Mwambia jirani yako acha tabia ya kugeuka geuka. Mwambie acha tabia hiyo. Mwambie acha. Haleluya, nasema haleluya. Yes. maana yake ni napaishi duniani, naomba Mungu chochote kinaweza badilika. Chochote kinaweza badilika. Hata Tanzania tusipoiombea inaweza badilika ikawa kama Kosovo. Ombea taifa, uzimbe si oh, taifa Tanzania kisiwache amani. Oh, mbinguni vita nitokea sembusa hapa. Ombea taifa. Sinaongeana na watu hapa. Wa. Ombea mambo yako. Watu wako wanaweza kubadilika, biashara inaweza kubadilika. Zaidi ya yote, hata afya yako inaweza kufanyaje? Unashangaa ulikuwa mzima, ghafla jicho moja hakuna. Ghafla tena mgumu ingine amerudi nyuma. Ghafla unashangaa hili hili sisi ndio inaitwa nini imekwenda kando. Sasa, zamani wewe ulikuwa ukiona wagonjwa unawatemea mate, ni zamu yako. Ndio maana angalia kuna mtu anaumwa mtie moyo, usimcheke aliyepooza, usimcheke kipofu, usimcheke kilema, usimzarau yeyote mwenye mapungufu ya kiafya. Maana hata wewe hujui afya yako itaishia wapi, inaweza geuka afya yako. Sinaongea na Watanzania kwa Kiswahili cha kwao hapa, watie moyo wenye shida maana hujui. Wenye akili nyingi waseme amen. Siku utakuwa na njaa, usiwacheke wenye njaa. Ukiwa umevaa vizuri, kuna siku nguo zitapotea. Naongea na watu hapa, anything can happen any time, sawa? Sema nivyo, sema hello, haleluya. Nashinda kuongea kia hicho, na mikono juu, piga mikono yako, piga makofi kwa Yesu, piga makofi. Piga makofi, piga makofi. Sa, sema amina. Aombi langu ni kwamba maisha yako, afya yako isigeuke ikabadilika kwa jina la Yesu. Ndoa yako zibadilike kwa jina la Yesu. Uchumi wako zibadilike kwa jina la Yesu. Ajira yako zibadilike kwa jina la Yesu. Mnaposema amina kubwa, mnapokea mara saba ya leo, nyamaza. Ili wewe ubarikiwe. Ina mikono, sema baba baba. Rinda mambo yangu yasije yakabadilika. Linda afya yangu ya isije ikabadilika. Ya, fungua sauti yako, sema ame ame, sauti, sema baba, nisaidie mambo yasinibadilikie kwa jina la Yesu, nami nitakushukuru wewe. Naomba Mungu asikie makofi yako makubwa, makofi ya kiwanga, sema ame. Sasa pale tulipokuwa kwenye ile kambi tulikaa wiki nzima, tunafanya mkutano wa Injili. Naemean mimi nimejifunza, nime kuomba saa kumi alfajiri, tuko maombi, tunaomba baba tusaidie. Wale ni wazungu hawaombi, so, eh, nyinyi wa Afrika mnaomba mno, mnalia umaskini tu, ndo maana mnalia sana. Ah, hapana, wiki imeenda, mambo yamebadilika ni mabaya. Jenga nidhamu ya kuomba Mungu. Hata kama una hela omba Mungu. Hata kama una mume omba Mungu. Hata kama umeajiriwa omba Mungu. sinaongea we na wewe kwa Kiswahili cha kwenu. Hata kama unaona afya yako umenawiri vizuri mbele na nyuma una hips na chips, omba Mungu. Oh, oh. Usijivunie bums zinaweza yeyuka. Hata kama watu wanakuzidia hayo na pua nzuri, jamani, una mwanya omba Mungu na mwanya wako, mambo yanabadilikaga na mwanya hauzuii usiningie chochote Oh, e ni mrefu. Haya, omba Mungu na urefu wako, shika mkono yako, mtikize kidogo. Hatikiziki, ni kiziki cha mpingo sio? Tikiza. Mwambie Mungu akusaidie kwanzia leo uwe na tabia ya kuomba Mungu, maana mambo ya dunia hii hayatabiriki, yanaweza badilika muda wowote. Muulize, unasikia? Lakini wengi wenu hapo ukiamka asubuhi uombi. Na hasa Mungu kama ameshakosea akakubariki, una kilo kumi za unga wa pale wa nini na unga wa nini, ukiangalia kuna kilo tano za sukari, ukiangalia hapo umelaza kiporo cha nyama hapo, kwenye mpesa una elfu thelathini hapo. Mungu tena alienda kasao akakupata tena kasimu akakupanguza kwenye mkopo <laughs> una muda na Mungu hakili yote kwenye, kwenye kupanguza simu tu kwanza kwa kasimu kako, kama sio Mungu kukalinda, wanakapitia kale wa vijana wasio na utaratibu Wanaweka nani? Jamani, wanakusaidia kutafuta imepotelea wapi. Mambo yanabadilika. Sema amen. Mbona uitikii? Sema amen ili kupambana na mabadiliko. Omba Mungu ili kupambana na nini? Fanya nini? Haleluya, mabadiliko ni lazima, lakini nataka nikupange na nduzu nikupange nikuache Eh? mambo yakibadilika usipate pressure, tulia, tulia elewa, ni nature, usende kujinyonga. Kuna mtu akibadilika mume wake amemwacha na anatengeneza kamba kujinyonga, aliyekwambia hawezi kuachwa nani? Kuna mtu mambo akibadilika, amefiwa anapanga kujiua na nona vidongi, na mimi mbona nife tu. Aliyekwambia hutafiwa ni nani? Wewe hii dunia uijui. Dunia ni dunia ya kupata na kupoteza, dunia ya nini? Sasa ukipata furaha, ukipoteza pia tulia. <laughs> Hello? Eh? shika mkono jirani yako mwambie ukipata furaha. Sasa namwambia kwa sauti, kama uko msibani, bwana, umefiwa na nani, na Nyerere, mshike mkono mwambie ukipata furaha, ukipoteza tulia, <laughs> ukipoteza, tulia. <laughs> eh.